mara ya mwisho kuhusiana na hatari ya mtu kuhafilika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, na mtu anapokuwa amejiweka mbali na jambo la kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, lile jambo lake la kuwa mbali na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala linapokita mizizi katika moyo wake na kumtawala vizuri, unakuwa moyo wake unakufa bali anakuwa na moyo mgumu. Na tukaona katika sura kama hiyo inakuwa hariku shahawati fiha min kulli janibin kasamayi, na inakuwa ule moto wa matamanio unazunguka katika kila pande kama vile upepo wenye kushambulia upepo wa moto, namna unaposhambulia sehemu, unazunguka katika kila kona. Na tukaona aqibatu lghafla, yaani mwisho mbaya wa mtu kughafilika katika jambo la kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kiasi ya kwamba akawa maisha yake yeye ni mchache katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kiingia chooni hamtaji Allah, akitoka hamtaji Allah, akilala hamtaji Allah, akiamka hamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, akila hamtaji Allah, akimaliza hamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, akikutana na ahli yake anasahau, hamtaji Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa yeye maisha yake yako hivyo tumeona mtu kama huyu kwamba mwisho wake unakuwa ni mbaya, mwisho wake unakuwa ni mbaya, na tumeona maelezo mazuri ya Sheikh, rahimahullah ta'ala, aliposema kwamba wa idha tadaraka alayhi ghaithu rrahma, na pale ambapo moyo unapomiminikiwa na mvua ya rehma, ihtazat ardhuhu, kwamba ardhi yake inakuwa ina, inashtuka warabat na inanawirika inapata rutba, waambatat min kulli zauji mbahiji na ardhi hiyo inakuwa inaotesha kila aina ya matunda yaliyonawiri. Kwa hiyo mtu akimtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ule ukame na ususuavu katika moyo na kuwa unaondoka. Fa idha nalahu alqahtu waljadbu, na, na pale ambapo moyo unakusibiwa na ukame na ugumu kwa maana kwa sababu ya kutokumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kana bimanzilati shajaratin, moyo huo unakuwa uko katika nafasi ya mti, yaani unakuwa moyo huo ni kama vile mti ambao rutubatuha walinuha, yani rutba yake mti huo na ulaini wake, wathimaruha kadhalika, na matunda yake, minalma, yote hayo yanatokamana na maji mtu moyo wake unaposibiwa na ukame, mfano wake unakuwa ni kama vile mti mti ambao unawirika kwake na kuonekana katika hali iliyokuwa nzuri, kutoa kwake matunda, ulaini wake unategemea umwagiliaji wa maji fa idha muni'at min alma. Kwa hiyo pale ambapo mti huo unapozuiliwa na maji, ukawa haumwagiliwi maji yabisat uruquha, bila shaka itakauka mizizi yake, kwa sababu hakuna maji ambayo yanamwagiliwa katika mti huo. wadhabulat aghsanuha, na yanakuwa yananyauka yale matawi yake. wahubisat thimaruha, na katika sura kama hiyo, mti kama huo unazuiliwa na matunda yake, hauwezi kutoa matunda. Mti kama huo wa rubama yabisat il aghsan walshajara, bali mara nyingine huenda yakakauka yale matawi kadhalika, na mti wenyewe. Matawi yakakauka, kadhalika na mti wenyewe kabisa ukakauka. Kwa nini? Kwa sababu mti unategemea mizizi, mizizi tayari ishakauka kwa sababu imekosa maji. Kwa sababu mizizi imekosa maji, kadhalika na mti nao unakauka. Faidha madatta minha husnan ila nafsik, na pale utakapojaribu kuvuta tawi kutaka kulivuta tawi kuelekea katika upande wako, tawi lolote katika mti huo lam yamtadda, tawi hilo lilakuwa halivutiki, walam lam yanqad laka, na lilakuwa halinyenyekei kwa kue. kwa maana haliji upande wako, kwa sababu ni tawi ambalo tayari liko kavu. Wankasara, na lilakuwa lilavunjika tawi kama hilo, na huu ndio mfano wa mtu ambaye tayari moyo wake umeshakufa uko mbali na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala inafikia wakati hata ukimwamrisha hamrishiki, kwa sababu moyo wake tayari ushapatwa na ususuwavu, tayari umeshapatwa na ususuwavu, kwa hata ukimwamrisha hamrishiki, hata ukimkataza mtu kama huyo hakataziki, kama vile tawi ambalo tayari liko kavu, kilivuto utalikata tu. Fahina idhin basi katika wakati kama huo, mtu akiwa na mti kama huo, kaumwagilia maji, kaweka mbolea kaweka vifaa vyote vinavyohitajika katika mti kama huo, lakini mti haukubali, bado unaendelea kunyauka kadhalika na kukauka. Bila shaka mti kama huo utahitajia kukatwa tu na kuchanjwa ukafanywa kuwa ni kuni zikatumika, kuni hizo kuwa ni za moto. Kwa ndio maana Shekhe akasema fahinaidhin. Kwa hiyo wakati kama huo, taktadhi hikmatu qayimi l bustani, bila shaka itahukumia ile hikma ya yule msimamizi wa konde kama hiyo konde ambayo ina miti ambayo tayari imeshakufa na kukauka katuu tilka lshajara, hikma yake bila shaka itahukumia katika kukatwa miti kama hiyo wajaalu ha waqudan linnar, na kufanywa kuwa ni kuni za moto maana yake ni sawa sawa na mtu hataki uongofu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala inahukumia kumwadhibu mtu kama huyo, kumwadhibu mtu kama huyo, kama, kama Allah subhanahu wataala ta'ala alivyosema wa man yushaqiqi rasula, atakayemwasi mtume kwa maana asifuate maamrisho yake, min badi ma tabayana lahu lhuda, baada ya kusha kumbainikia yeye uongofu, yani uongofu tayari umeshambainikia, njia ni hizi, taratibu ni hizi, lakini bado anamwasi mtume sallallahu alaihi wasallam, wayattabia ghaira sabili lmuminin, bali akafuata njia isiyokuwa ya waumini. Malipo yake, kapewa uongofu hautaki, nuwallihi ma tawalla tunamsukuma huko huko, huko alipoelekea wanuslihi jahannam, na tunakuja kumwingiza katika moto wa jahannam wasaat masira. Na hayo ndiyo marejeo mabaya kweli kweli. Jahannam kuwa mtu ndiyo marejeo yake nini? Kwa sababu hikma ya Allah imehukumia kwamba huyu hataki ule uongofu aliopewa, moyo wake umeshakufa. Kwa hiyo kama ni hivyo, yeye amekuwa kama vile ni mti mkavu, ni kufanywa kuwa ni kuni za, za motoni. Nadhani itakuwa imeeleweka hapo. thumma qala rahimahullah yubusatul qalbi inasomwa kwa dhamma ya ya yubusatul qalbi, yaani ule ugumu wa moyo, au unaweza ukasema kwa maana qaswatul qaswatul qalbi, ugumu wa moyo. Shekhe anasema fakadhalika alqalbi, na hivyo hivyo moyo. Kwa maana haya haya, maana haya maelezo haya yanafungamana na yale maelezo ya, ya nyuma, na ndio maana nkarejea, ametolewa mfano wa mti mti ambao haukubali maji, haukubali mbolea, bali unazidi kukauka na kunyauka. Mti kama huo, hikma ya mwenye mti kama huo, bila shaka ni kuukata na kuufanya mti huo kuwa ni kuni. Kwa wanasema fakadhalika alqalbu, na hivyo hivyo moyo, innama, kwa hakika si vyenginevyo, yaibasu, huo moyo unakuwa ni mgumu, idha khala min tauhidillah, unapoepukana

joto la nafsi limeshampata, si mtu wa tauhidi, si mtu wa tauhidi, yeye ni mshirikina, anafanya mambo ya maasi kule, joto la nafsi lilikuwa ni lenye kumpata. Wanaru shahawat kadhalika, na moto wa matamanio, wanaru shahawat kadhalika. Moyo unapoepukana na mambo hayo unasibiwa na moto wa matamanio, ndio mtu anawezekana akawa ni mshirikina, mzinifu huyo, mwizi huyo, mwenye kulaghai huyo, mwenye kufanya udanganyifu huyo, na mfano makosa kama hayo katika kabairu dhunub. Fatamtaniu aghsalu ljawarihi min alimtidad, mpaka mwisho wake. Vinakuwa vinakataa vile viungo vya mwili, min alimtidad, vinakataa kuvutika. Idha madattaha, pale unapovivuta, walinqiyad kadhalika, vinakuwa vinakataa hivyo viungo kule kuongozeka. Idha kuttaha, unapoviongoza viungo kama hivyo. Kwa maana moyo ndiyo kila kitu. Moyo tayari umeshakufa, kadhalika viungo vyako vya mwili haviwezi kutengenea, haviwezi kutengenea, kwa maana viungo navyo vinakataa kumtii Allah, kwa sababu moyo tayari umeshakufa. fala tasluhu ba'du hiya walshajaratu illa lilnar. Kwa hiyo vinakuwa viungo hivyo haviwezi kusilihi, haviwezi kukubali baada ya hapo viungo vyenyewe, kadhalika na huo mti wenyewe illa lilnar. Allah subhanahu wa taala anasema afama man sharaha Allahu sadrahu lilislam, hivi yule ambaye Allah amekikunjua kifua chake kwa Uislamu, kamfahamisha Uislamu, akawa anaunyenyekea Uislamu katika kufuata maamrisho yake na kuachana na makatazo yake, anampwekesha Allah subhanahu wataala. fa huwa ala nurin min rabbi, na hali ya kuwa mtu huyo akawa yupo katika nuru inayotoka kwa mola wake mlezi. Hivi mtu kama huyu kaman tubia ala qalbihi sababu jawabu lake limeondoshwa. fawailun lilqasiyati qulubuhum, basi ole wao wale ambao nyoyo zao zimekuwa ngumu, min dhikri llah, kwa sababu ya kujiweka mbali na utajo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika hao fi dhalalin mubin, wako katika upotevu uliokuwa wa mbali. Kwa hiyo huu ndio ugumu wa moyo. Thumma qala rahimahullah matarul qalbi Mvua ya moyo, mvua ya moyo. Qala fa idha kana alqalbu mamturan bimatari rrahma, na pale ambapo inapokuwa moyo umenyeshewa na mvua ya rehma. Kanatil aghsanu layyinatan, vinakuwa vile viungo vyake ni daini. Munqadatan, ni vyenye kuitika kwa maana ni vyenye kunyenyekea. Ratbatan, viungo vyake vinakuwa ni vibichi kwa maana vinakuwa si vigumu si vikavu si vikavu. fa idha madattaha ila amri llah, utakapovielekeza viungo hivyo katika amri za Allah inqadat maaka, viungo hivyo vinakuwa vinanyenyekea pamoja na wewe, kwa maana viungo vinakuwa vinasikia, kwa sababu moyo tayari ushakuwa mlaini, kwa kadhalika viungo navyo vinakuwa ni vilaini. wa aqbalat sariatan layyinatan wadiatan, na vinakuwa vinaitika viungo hivyo sariatan vinaitika kwa haraka layinatan tena kwa wepesi wadiatan pasi na kugeuka nyuma, fajuniyat minha min thimari lubudiya, na hapo ndipo panawezwa kuvunwa kutoka katika viungo hivyo min thimari lubudiya, katika yale matunda ya uabudiwa ma yahmiluhu kullu ghusnin min tilka laghsan, katika matunda ya ubudiya yale ambayo yahmiluhu kullu ghusnin yanabebwa na kila kiungo, min tilkal aghsan, katika viungo hivyo vya mwanadamu. Wamaaddatuha, na chakula chake au ile maadda yake, ulaini wake viungo hivyo, min rutubatil qalbi, unatokamana na ule urutuba wa moyo. Moyo ukiwa hauna urutuba, kadhalika na vile viungo navyo vinakufa. Warihihi, kadhalika ile maadda yake chakula chake hivyo viungo vinatokamana na ule ulaini wa moyo au unyevu nyevu wa moyo falmaddatu kwani ile madda kwa maana kile chakula chenyewe taamalu amala kinafanya ile kazi yake hicho chakula fi lqalbi wal jawari, katika moyo kadhalika na katika viungo, katika moyo kadhalika na katika viungo. Hapa tunapozungumza chakula, maana yake ni yale maamrisho na Qurani na miongozo na uongofu unaotoka kwa Allah subhanahu wataala Inamaana ikiwa haya yashafanya kazi katika moyo, kwa sababu moyo unategemea haya, kwa kadhalika pia vile vile ndipo eh, vile viungo vinakuwa vinakuwa ni vipesi. Kwa hiyo kile chakula taamalu amalaha, kinakuwa kinafanya kazi yake fi lqalbi wal jawari, katika moyo kadhalika na katika viungo pia. Wa idha yabisa lqalbu, na pale unapokauka ule moyo, moyo unapokuwa mgumu, ta'attalatil aghsanu min a'malil birr vinafeli vile viungo katika kufanya matendo ya wema, matendo ya uchaji. wa idha yabisa alqalbu, na moyo unapokuwa mgumu, taattalat aghsal, navyo viungo vinakuwa vinafeli, vinakataa min aamali lbir, katika kufanya ile matendo ya wema. lianna maddat lqalbi wa hayatahu, kwa sababu ile nyenzo ya moyo na uhai wake, kad inqataat minhu, inakuwa tayari imeshakatika katika ule moyo. falam tantashir na inakuwa haijaweza kuenea filjawarihi katika viungo vingine. Maana yake ni nini? Ikiwa moyo unategemea urutuba na urutuba wa moyo, maana yake ni ile Qur'an, ni sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ikiwa ule urutuba haukuweza kuingia katika mizizi ambayo ndiyo moyo, vipi urutuba huu utaweza kufika katika matawi ambayo ndiyo viungo vya mwanadamu. Kwa maana moyo wa mwanadamu unategemea uongofu wake kupitia Qur'ani na sunna za mtume swallallahu alayhi wasallam. Sasa ikiwa huu moyo tayari umeshakataa, vipi hii Qur'ani itaweza kufika katika viungo vya mwanadamu, hali ya kuwa moyo umeshakataa katika jambo kama hilo? Kwa maana unaweza ukasema, kwa maana vipi ile mbolea itaweza kuingia katika nini, matawi ya mti, na hali ya kuwa mizizi imekataa kuingia nini, kuingia ile mbolea kwa maana hili ni jambo ambalo haliwezekani. Ndio maana akasema fa idha yabisa lqalbu, pale unapokauka ule moyo, moyo unapokuwa mgumu ukakataa eh, kile chakula chake taatalatil aghsanu min aamali lbiri, kadhalika vile viungo vinafeli vinakataa katika kufanya matendo ya wema. Lianna maddatal qalbi, kwa sababu ile mada ya moyo wa hayatahu na uhai wake, kad inqataat minhu, inakuwa tayari ile mada ya moyo na uhai wake imeshakatika, kutokamana na huo moyo. Falam tantashir, kwa hiyo inashindwa ile mada ya ule uhai wa moyo kuingia katika sehemu nyingine. Fatahmilu kullu jarihatin thamaraha min alubudiya, kwa hiyo kinabeba kullu jarihatin, kila kiungo, thamaraha, kinabeba matunda yake, min alubudiya, katika uabudiwa. Aki dakika mbili, wallahu aalam, subhanallahu wa bihamdihi.